Wana wa Israeli hawakuamini kama ukombozi wao ungeweza kutoka mikononi mwa kijana huyu mchunga kondoo na mnyenyekevu mbele za Mungu. Waliona udhaifu, lakini Mungu aliona imani. Maana imeandikwa, Bwana haangalii kama mwanadamu. Mwanadamu huangalia sura, bali Mungu hutazama moyo. Na siku hiyo Mungu alionyesha ukuu wake kupitia udhaifu wa mwanadamu. Usiondoke, kaa nami leo, usikilize kisa hiki cha kusisimua chenye mafunzo makubwa kuhusu ukuu wa Mungu. Basi ilikuwa ni katika mji wa Israeli wakati wa hofu kubwa na vita. Watu wote wa Israeli waliishi kwa woga. Kila asubuhi, sauti nzito ya mtu mmoja ilisikika bondeni. Ilikuwa sauti ya jitu kubwa lenye nguvu ajabu. Watu walimwita Goliathi. Alitoka kwenye kambi ya Wafilisti akipiga kelele, nileteni mtu mmoja apigane nami, kama atanishinda, tutakuwa watumwa wenu. Kila mtu alitetemeka, hakuna aliyethubutu kusogea mbele. Hata mfalme Sauli, aliyekuwa na silaha nzuri, alikaa kimya. Jeshi lote lilijawa na hofu. Lakini mbali kidogo, kulikuwa na kijana mdogo aliyekuwa akichunga kondoo wa baba yake. Jina lake lilikuwa Daudi. Alipokuwa akichunga, mara nyingi aliimba nyimbo kwa Mungu. Alipigana na simba akapigana na dubu, na Mungu alimsaidia kila wakati. Moyo wake haukuwa wa hofu, bali wa imani. Siku moja baba yake alimuita, akamwambia Daudi, Chukua vyakula hivi, wapelekee kaka zako walioko vitani. Daudi alitii, alifunga chakula, akatembea kwa utulivu hadi kwenye kambi ya vita. Alipofika, alisikia sauti ile kubwa ikitukana jina la Mungu wa Israeli. Jeshi lilika kimya, kila mtu alijificha nyuma ya mahema. Daudi akasimama, macho yake yakiwa makali, akauliza: kwa nini mtu huyo anamtukana Mungu aliye hai? Kwa nini hakuna anayesimama? Kaka zake walikasirika, wakamwambia, wewe ni mtoto tu, nenda nyumbani ukachunge kondoo. Lakini Daudi alisema kwa sauti ya utulivu, mimi siogopi, kwa maana Mungu ambaye alinisaidia dhidi ya simba na dubu atanisaidia dhidi ya jitu hili pia. Habari zikamfikia Mfalme Sauli, akamwita Daudi. Alipomwona alishangaa, mtoto kama wewe huwezi kupigana na jitu kama hilo. Alisema Sauli kwa upole, lakini Daudi akasema: nimepigana na simba, nimepigana na dubu. Nilipomkuta simba, amembeba mwanakondoo, nilimkimbilia nikampiga na nikamuua. Mungu ambaye aliniokoa hapo ataniokoa tena. Sauli alimtazama kimya kwa muda kisha akasema basi nenda na Bwana awe pamoja nawe na akamvalisha silaha nzito kofia ya chuma na upanga mkubwa lakini Daudi hakutembea vizuri akasema siwezi kutumia hizi si kawaida yangu akaondoa silaha zote akachukua fimbo yake na mikononi mwake akachagua mawe matano mazuri kutoka mtoni Akaweka moja kwenye kombeo na mengine mfukoni. Daudi akatembea kuelekea bondeni. Goliati alipomwona alicheka kwa dharau, akasema kwa sauti kubwa, je, mimi ni mbwa hata uniendee na fimbo? Lakini Daudi akajibu kwa sauti tulivu, wewe unakuja kwangu na upanga na mkuki, lakini mimi nakuja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi. Jeshi lote lilishangaa. Goliati akasogea mbele kwa hasira. Daudi hakukimbia, hakujificha, alikimbia kuelekea kwake. Akaweka jiwe moja kwenye kombeo, akalizungusha kwa nguvu, akalirusha jiwe likampiga Goliati moja kwa moja kwenye kipaji cha uso. Jitu likayumba, likaanguka chini kwa kishindo kikubwa. Wafilisti walipiga kelele za woga. Wakimbiaji walitoroka, Israeli wakapaza sauti za furaha. Machozi yalimtiririka Daudi, alijua si kwa nguvu zake, bali kwa imani yake mbele za Bwana wa majeshi. Miaka michache kabla ya hapo, nabii mzee aliyeitwa Samueli alikuwa amempaka mafuta kichwani Daudi. Alimwambia, "Bwana haangalii nje kama wanadamu bali moyo." Maneno hayo yalimjenga Daudi. Alijua kuwa imani, si nguvu, ndiyo silaha kubwa zaidi. Alikumbuka siku hiyo, na macho yake yalijaa shukrani. Wakati wengine waliona jitu lisiloshindika, Daudi aliona nafasi ya Mungu kuonekana kuwa mkuu. Hakuwa na upanga wala ngao. Lakini moyo wake ulikuwa na imani safi. Na imani hiyo ilisababisha Goliati kuanguka chini. Jeshi la Israeli liliporudi kambini, kila mtu alizungumza jina la Daudi. Lakini Daudi hakujivuna Alipiga magoti chini akasema kimya, asante Mungu wangu, maana ushindi huu si wangu, ni wako. Baada ya vita, nabii Samueli alisikia habari za kijana huyo. Alitabasamu taratibu, hakushangaa. Alijua mbegu aliyopanda siku ile ilipoanza kukua. Samueli hakumwita hakumwambia chochote, lakini moyoni mwake alijua Mungu alikuwa akitenda kazi. Daudi alijua sasa maana ya maneno ya nabii wake. Nguvu ya kweli haipo kwa silaha, bali kwa moyo unaomwamini Mungu hata wakati wa hofu. Mpenzi mtazamaji, kama utaona vizuri, watu hupitia changamoto zaidi ya Goliathi. Wengine wanakutana na hofu ya kesho, wengine wanakutana na maumivu, wengine wanakutana na sauti za kukatisha tamaa zinazosema utaweza. Majitu haya hayaonekani kwa macho, lakini yapo mioyoni mwetu. Kuna wakati tunahisi wadogo sana, kama Daudi mbele ya tatizo kubwa lakini hadithi hii inatukumbusha kitu cha thamani hii: ushindi wa kweli haupimwi kwa ukubwa wa silaha, bali ukubwa wa imani. Daudi hakuwa na upanga wala ngao, lakini alikuwa na kitu ambacho Goliathi hakuwa nacho: imani kwa Mungu. Katika maisha yetu mara nyingi tunatafuta nguvu nje yetu, tunataka msaada kutoka kwa watu au vitu, lakini Mungu anasema, angalia ndani yako, niko hapo. Kama vile Daudi alivyosikia sauti ya Samueli ikimkumbusha maneno ya imani. Nasi tunahitaji kusikia sauti ya imani ikituita tuamini zaidi hata kama dunia inatukemea. Wakati tunapokumbwa na hofu, tusikimbie. Tukumbuke kuwa imani inaweza kusimama hata pale ambapo akili inasema haiwezekani. Jiwe dogo lilimshinda jitu kubwa kwa sababu lilitupwa na moyo uliosimama kwa Mungu. Hivyo ndivyo imani inavyofanya kazi. Haionekani, lakini inapiga majitu makubwa chini. Ushindi hauko kwa wenye nguvu, bali kwa wanaoamini. Kila hofu, kila jaribu, ni fursa ya imani yetu kuonyesha urefu wake. Kwa sababu wakati imani inaposimama, hata jitu kubwa zaidi linapiga magoti.